Biblia nasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote utazidishiwa. Kitu ambacho unatakiwa kufanya kama mwamini ni kuwa sensitive na kutafuta ufalme wa Mungu, lakini sio kuwa serious na kutafuta hayo yote. Maana baada ya wewe kuwa vizuri na Mungu, hayo yote anakuja tu kama ziada, magari, nyumba, nini, mashamba yanakuja tu kama ziada. Sasa utaniuliza swali ya kwamba kama sisi tu watoto wa Mungu, mimi nimeokoka, ni mtoto wa Mungu, ni mrithi, kwa nini ninaishi maisha magumu? Kuna mtu anatamani kujua sababu kwamba kwa nini tunastruggle wakati sisi ni warithi, na Biblia imesema sisi tu wana, tu warithi, warithi pamoja na Yesu. Ukisoma twende tukasome Galatia 4 mstari wa kwanza. Galatia moja kasoma kwa Kristo. Wa yeah. Lakini nasema ya kuwa yeah. Mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote. Biblia imesema sisi ni wana, ni kweli. Sisi ni warithi ni kweli. Lakini mrithi wakati wowote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa yote. Maana unakuwa na taito ya kuwa mwana, unakuwa na taito ya kuwa mrithi, unakuwa na taito ya kuishi maisha mazuri ndani ya wokovu, unakuwa na taito ya kuishi maisha ya utoshelevu, lakini ukiwa ni mtoto, awapo mtoto wakati wote, Biblia inasema hana tofauti na mtumwa. Wote tunajua maisha ambayo watumwa wanaishi ni maisha ya mateso, ni maisha ya kuswao na kila kitu. Biblia inasema hana tofauti na mtumwa, japokuwa ni bwana wa yote. Kwa maana unakuwa tu mwana kama title, lakini mbele za Mungu unaonekana mtoto sana tunasoma habari za Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Wakati Ibrahimu alipokuwa amezeeka mtoto wake Isaka bado alikuwa mdogo, Manaka alimzaa akiwa na miaka tisini. Aliziacha mali za Isaka mikononi mwa Eliezer ambaye alikuwa ni mtendaji, ni mtendaji, yani kama kijana wake wa kazi, kwamba umwangalizie mwanangu hizi mali, akikua utampa Isaka alikuwa ni bwana wa yote, ni mrithi wa mali zote za babaye kulingana na agano na ahadi za Mungu. Lakini wakati alipokuwa mtoto bado hakuishi yale maisha ya kifalme ambayo alitakiwa kuyaishi. Na mtoto ni nani kibiblia? Ni mtu ambaye bado hajakuwa kiroho, ni mtu ambaye ameokoka, lakini bado hajakomaa kiroho, mtu ambaye yuko katika hatua za awali za imani na kuwa umekuwa kwenye wokovu au hujakuwa, itegemeani na miaka mingapi umekaa kanisani. Unaweza ukawa umekaa hata miaka kumi, umeokoka, uko kanisani, lakini maisha yako yako stagnant. Kwa sababu gani? Mungu bado anakutazama kama mtoto. Hakuna vitu fulani Mungu hawezi kukufanyia kwa sababu bado anakuona mtoto mbele zake. Ni mrithi sawa, unatakiwa kuwa mrithi ni mrithi wa mali za Mungu, lakini Mungu akikuangalia, anaona bado mtoto, huwezi kuzihendo hizo baraka. Ni kama una mtoto wa miaka kumi, tuseme, anakuja anakwambia, baba, naomba unipe milioni labda kumi, niende nikaanzishe maisha. Utampa Mr. Edgar? kwa nini hawezi kuzimudu, si ndio? Mr. Edgar anasema hata mpa kwa sababu hawezi kuzimudu hiyo inabadilisha kwamba tuseme ni niakuamaamna itabadilisha kwamba wewe ni baba yake itabadilisha kwamba wewe unampenda itabadilisha kwamba wewe huwezi kumpa hizo milioni kumi, vyote vina stagnant, lakini huwezi kumpa kwa sababu hawezi kuvimudu. Kwa kuna vitu unaweza ukawa unaviomba mbele za Mungu lakini Mungu hakupi kwa sababu gani? Mungu anakuona bado mtoto. Wote tunasoma habari za mwana mpotevu, ya kwamba alimwambia baba yake, nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Baba yake kweli alikuwa ya mwaminifu akampa, na mpaka leo tunasoma habari zake. Maana yake ni mtu ambaye alifanya kitu ambacho ni remarkable kwenye Biblia. Biblia inatuambia baada ya babaye kumpa zile mali, akaenda akatapanya na uasherati. Akaenda huko akaishi maisha magumu kweli, baadaye mpaka akawa anatamani chakula cha nguruwe. Lakini wakati huo kumbuka, ametoka kwenye familia ambayo baba ni tajiri, ana kila kitu, baba ana wasimamizi chini yake, na walikuwa watoto wawili tu. Biblia inatuambia baada ya yule mmoja kwenda kutapanya mali kilichofuata ni nini? Ilikuwa ni uharibifu upotevu na kupoteza nafasi ya uwana, kwa sababu baadaye alikuja kuipata tena ile nafasi kwa toba. Kwa wakati mwingine, kuna vitu unamwomba Mungu, unatamani maisha fulani yatokee katika maisha yako, unatamani viwango fulani upande kwenye maisha yako, uone unaendesha magari ya aina fulani, una maisha fulani ambayo kila mtu anayata hivyo vitu, lakini akiangalia ya maisha yako anakuona bado ni mtoto. Anaona kuna vitu umeving'ang'ania, bado unafanya kama mtoto. Unajua mtoto kuna vitu unaweza ukawa unafanya, kuna maisha fulani unayaishi, Mungu anakuangalia tu anakuona mtoto bado, hujakuwa maana hata ukienda usiku Mungu, ninaomba kazi fulani, Mungu anasema huyu mtoto nikimpa hii kazi nimempoteza. Ni haki yako kupata hiyo kazi unayoitaka, ni haki yako kupata hiyo promotion unayoitaka, ni haki yako kuwa na viwango fulani vya bia biashara, lakini Mungu anaona kama levo uliopo sasa hivi bado una vitu fulani uwezi kuvisimamia, maana hata kama mwana mpotevu kitakachofuata hapo ni uharibifu na kupotea. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amejibu kwa wakati <tiped>